Suruni sana viongozi wa dini wa Kikristo na viongozi wa dini wa Kiislamu kwa kuamua kwa makusudi kuliombea taifa letu, kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa moyo wa uvumilivu, aendelee kumpa subira, aendelee kumpa hekima ya kuweza kutuongoza na kutuvusha watu wa Tanzania katika kipindi hiki kigumu kipindi ambacho maadui zetu wametolea macho taifa letu hili la Tanzania. Kikweli, niwaombe sana viongozi wa dini ya Kikristo, niwaombe sana viongozi wa dini ya Kiislamu. Hapa tulipofikia, hekima zenu, busara zenu na mwongozo wenu unatuhitaji kutuunganisha, kutuleta pamoja kama Watanzania hatuhitaji kugawanywa, hatuhitaji kujitenga. Tusifike mahala tukaanza kusema sisi ni Waislamu, tusifike mahala tukaanza kusema sisi ni Wakristo. Tutakapomaliza kujinasibisha kwa dini zetu, tutakuja kujinasibisha kwa makabila yetu, kitu ambacho maadui zetu hamu yao kubwa ni kuona Watanzania wanapasuka hawapatani, amani inapotea kwa namna nyingine yoyote. Tunaona mambo yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi ule wakumi, wa kumi watu wamechoma miundombinu ya serikali wamepora eh, maduka ya watu, lakini kuna watu wamepoteza maisha, imepelekea amani ya taifa letu kutetereka kwa namna moja ama nyingine. Niwaombe vijana wenzangu, tuweni mabalozi wazuri wa amani katika taifa letu hili la Tanzania, kwa sababu uwepo wa amani ndio uwepo wa furaha yetu sisi sote. Hatutaweza kufanya biashara, hatutaweza kufanya ibada, hatutaweza kufanya shughuli yoyote ile, ima ya kiuchumi, ya kimaendeleo, ama ya kimichezo kama taifa letu litakuwa halina amani. Zipo taarifa mbalimbali zimetoka kwamba wapo watu ambao wamechochea vurugu za tarehe ishirini na tisa, wengine si wa Tanzania. Sisi tunaishi katika mitaa yetu, twaombeni sana, tutoeni ushirikiano kwa serikali za mitaa, tutoeni ushirikiano kwa vyombo vya dola tutakapowaona watu kwenye maeneo yao ambao hatuwaelewi, msisite kwenda kutoa taarifa katika serikali za mitaa na katika vyombo vya dola. Kwa kufanya hivyo ni kulilinda taifa letu, na kukaa kimya ni kulichoma taifa letu, kwa sababu maadui wanatuonea wivu kutuona Watanzania tunajinasibisha na amani ya taifa letu. Wanatuonea wivu kuona Tanzania inaendelea kupiga hatua za kimaendeleo, hawatamani kuuona umoja wetu, hawatamani kutuona tunapendana. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, muwe mstari wa mbele kwenye kutulingania upendo, kwenye kutulingania umoja, kwenye kutulingania mshikamano kwa ajili